Na mtazamaji wa Faida Online TV. Ni mbunge wa jimbo la Tandahimba Mheshimiwa Katani Ahmed Katani akiwa anawasili kwenye kata ya Lyenje ambayo inapatikana kwenye halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoa wa Mtwara, kwenye jimbo lake la Tandahimba, kwa lengo la kuja kuzungumza na wananchi wapiga kura wake, hasa kuhusiana na masuala mazima ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kile ambacho kimefanywa kwa miaka mitano 2020 2025. Faida Online TV, watu wa field tumefika hapa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nakukumbusha kusubscribe Like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Fildi tafadhali baki nasi. Ndugu zangu kipindi kama hiki wana CCM tusiwe kama Waislam kipindi cha Idi akitaka kuchinja kuku anapeleka punje za mchele hivi na ndio muda huu wa uchaguzi unavyokuwa. Sasa hivi watu mtapata vifedha elfu kumi. Utapata elfu ishirini ya rushwa. Utapata elfu Utapata elfu thelathini ya rushwa lakini unakwenda kuweka rehani maisha ya mtoto wako ambaye hana maji ya kunywa, unaenda kuweka rehani maisha mtoto wako ambaye hapati huduma mzuri za afya. Mtafakari sana. Kwa sisi tuliosoma dini ya Qurani, kwenye sadaka kuna sadaka inayoendelea inaitwa sadaka jaria. Mimi niwaombeni sana mama zangu na baba zangu, kwa sababu muda huu wanatufanya kama hamnazo. Fedha zao chukueni mchele wao chukueni, nyama yao ya mbuzi wanaochinja mkonjo wano kuleni, lakini kura mpeni kiongozi anayetaka kusimamia maendeleo yenu. Mimi kwangu siasa nafanya kama ibada, yaani naamini kupitia siasa na mazuri nitakayowafanyia ndio yatakaoniinua mimi kunipeleka peponi. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Huyo ndio Mheshimiwa Katani Ahmed Katani, mbunge wa Jimbo la Tandahimba katika mkoa wa Mtwara. Mwenyewe anajiita Mzee wa Kumbamba Ndija Kura. Huu msemo hata kwa bunge anapenda kutumia. Utasikia tuna Mbamba Ndija Kura 2025 kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hii tukawasikilize baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao katika siku hii ya leo, kutokea hapa kwenye mkutano wa hadhara ambao umefanyika hapa kwenye kata hii ya Mkonjoano katika e, wilaya hii ya Tandahimba. Kwa jina naitwa Abdulla Abdundeka mkazi wa kijiji cha Chimbuko kitongoji cha Misri, ni mwalimu mstaafu. Unamzungumziaje Mheshimiwa Katani? Kuna namna moja au nyingine, amejitahidi kama binadamu, amejitahidi na alikuwa mkweli. Alichokuwa nakiahidi alikuwa nakitekeleza. Wewe una, una, unapokeaje urudiji wake tena kwenye jimbo hili? Nimefarijika, nafarijika kwa sababu ni kijana ambaye ni mpambanaji na anajitahidi kwa kila namna kupambania jimbo letu la Tandahimba. Naitwa Zaituni Saidi Mwembe, ni mkazi wa Mwelu, kata ya Chaume. Mbunge Ahmadi Katani Ahmadi, tunashirikiana naye vizuri, tunashikamana naye anatoa huduma vipasavyo kwa jimbo la Tandahimba, hatujaona tatizo lolote, bado tunampenda na tunahitaji kumpenda miaka mitano ijayo, aendelee tena. Kwa jina naitwa Sofia Mfaume Fundi, mkazi wa kijiji cha Mwembe Mmoja, tawi la Majengo. Umekuja kwenye mkutano wa hadhara hapa, Mheshimiwa mbunge amekuja kuunguruma na wananchi wake. Unamzungumzaji Mheshimiwa Katani? Mheshimiwa yuko tu vizuri kiukweli, katika kata hii ya Lyenje ni jembe E, tuna tunamkubali. Ana mpinzani akisema leo narudi tena kwenye jimbo hili, nyinyi mnalipokeaje? Tano tena e. <laughs> <laughs> Nakushukuru sana, Ay, sana. Ay, sana, sana. <laughs> Kazi ya Faida Online TV ni kufika kuchukua na kukuletea taarifa ambazo zinatoka katika maeneo mbalimbali. Leo ilikuwa ni zamu ya jimbo la Tandahimba kwa mheshimiwa Katani Ahmed Katani, ambaye tumezungumza vitu vingi kama ulivyosikia, na watu wakimwelezea kwa uzuri, kwa namna anavyokuwa anapambana kwa namna moja na nyingine, na wasema, uko tayari, wako tayari kumpokea endapo atarudi tena kugombea eh, katika nafasi hiyo ya ubunge. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.